Anna Rasul Allahi sallallahu alayhi wasallam qala la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufurun. Hadithi ya leo inatukataza jambo moja kubwa sana ambalo limeenea katika jamii yetu ya leo na limeenea katika sehemu nyingi sana ulimwenguni. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, musiwachukie wazazi wenu la targhabu an abaikum, musiwachukie wazazi wenu, au la tatabarra'u an abaikum, musiwatenge wazazi wenu, musiwakimbie wazazi wenu, musiwakatae wazazi wenu. Faman raghiba an abihi, yoyote ambaye atamkataa mzazi wake au akamtenga mzazi wake au akamchukia mzazi wake, fahuwa kufurun, basi jambo hilo ni katika madhambi makubwa. Fahuwa kufurun ni katika madhambi makubwa, na aina ya kufuru iliyotajwa hapa kama alivyotaja al-Imamu al-Hafidh al Ibn Hajar al-Asqalani pamoja na al-Imamu an Nawawi rahimahumullah ta'ala, wanasema huwa kufurun ni'mati ni kukufuru neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wanadamu, kwa sababu anachotakiwa kufahamu mwanadamu ni kwamba wazazi ni neema kubwa ambayo Allah ameijalia katika huu ulimwengu. Ukataye ukubali, ni hivyo kwa sababu kupatikana kwa wazazi ndio imekuwa sababu ya wewe kuwepo katika huu ulimwengu. Bila Allah kuwaweka hawa wazazi wako hata wewe usinge kuwepo. Kwa ikitokea kwa hali yoyote ile, ukawachukia wazazi wako, au ukawakataa wazazi wako, au ukajitenga na wazazi wako, au ukajiepusha na wazazi wako, ima kwa hali waliokuwa nayo, mathalan ni wazazi ambao wako duni, wana hali ya chini, ni maskini, ni fukara, hawajakupa kile unachokitamani kwa sababu ya kujifananisha ima na wazazi wengine wa watoto wengine, ukiangalia watoto wengine, unaona wazazi wao wamewatengenezea maisha mazuri, wamewatengenezea misingi bora ya kupata kazi, wamewapa fursa mbalimbali katika maisha ambazo wewe wazazi wako hawajakupa, kwa uwezo mdogo waliokuwa nao na uwezo waliopewa na mola wao wala wao hawana makosa, kwa sababu anachotakiwa kufahamu mwanadamu ni kuwa mzazi wako amefanya kila njia na kila jambo ambalo ingekuwa ni sababu ya wewe kuishi maisha mazuri, basi amelifanya na hapo alipofikia ndo ukomo wa uwezo wake ulipo. Falidhalika, hakuna mtu anayependa kumwona mtoto wake yuko katika hali nzuri na nafasi nzuri na maisha mazuri zaidi ya mzazi, baba pamoja na mama. Ndio maana wanafanya mambo mengi, wanatumia kila njia kuhakikisha watoto wao wanakuwa katika hali nzuri. Sasa ikitokea mzazi wako hali yake yeye haikuwa nzuri, wala hali yake haijakufurahisha kwa maisha ambayo umekuwa nayo, kwa sababu wao ni maskini, wao ni fukara, usiumie katika moyo na ikapelekea mpaka kuwakataa wazazi au kujitenga na wazazi au kuwachukia wazazi wako, bali inabidi ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuchagulia hao wazazi na ndiye aliyekadiria kwamba wewe utazaliwa na hao wazazi, na anajua Allah kwa hikma yake na uadilifu wake ni kwa nini amekuchagulia hao wazazi. Bali kwa Mwislamu, hata kama wazazi wake watakuwa hawajaongozwa katika dini ya Uislamu, ikawa yeye Allah amemwongoza akawa Mwislamu, lakini wazazi wake hawakuwa Waislamu, haiwi sababu ya kuwachukia wala haiwi sababu ya kuwatenga, bali inabidi akae nao karibu, azidi kuwa nasihi, kuwakumbusha, kuwapa daawa. Huenda Allah akakubali maombi yake akakubali daawa yake akawaongoza pia wazazi wake, wala asijitenge nao na kuwachukia na kuwaona hawafai. Hapana, la targhabu an abaikum, musiwachukie musi musiwachukie wazazi wenu. Hadithi hii imekuja kuonesha mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni makemeo makubwa ya mtu kuchukia wazazi wake, na jambo la pili, Uislamu umeweka nguvu kubwa sana katika kuhifadhi nasaba za watu, kwa sababu maalasaf leo kuna watu anaweza akawa na, akawa amekaa na rafiki zake na jamaa zake ambao anaishi nao maisha mazuri, lakini akawa hapendi ajulikane yeye ni mtoto wa nani, kwa sababu tu wale wazazi wake wana hali mbaya au wana hali duni ya chini. Aki, akiulizwa mzazi wako ni, ni, ni, ni nani, muda mwingine anapata hata kigugu, kigugumizi katika kujibu maswali, au anaweza akawakataa akasema fulani, bwana mi sio wa mzazi wangu yule ni mlezi wangu tu amenilea mzazi wangu alishafariki zamani, kwa sababu hapendi kujulikana mzazi wake ni nani. Au mtu anaogopa hata kutembea na, na mzazi wake barabarani. Yani akitembea barabarani yeye na mzazi wake, akaona kwamba watu wataona anatembea na mtu wa chini, basi anatengana na mzazi wake, hafurahii kutembea na mzazi wake. Lakini wazazi wanapenda kuwaona watoto wao wakiwa katika hali nzuri na wanajifaharisha pia kutembea na watoto wao kwa sababu wanawapenda mapenzi ya dhati. Falidhalika ndugu zangu katika imani, tusiwakatae wazazi wetu, wala tusiwachukie wazazi wetu, wala tusiwatenge wazazi wetu. Zahmidi TV.